Bukombe oye! CCM oye! Oye! Oye! unapokuwa na mtoto ambaye ana tabia mbaya kidogo, mama anapopika na kufinika nyama jikoni, mtoto anakwenda kudokoa dokoa ile nyama na kula, sasa wazazi wengine atamchapa ule mtoto mpaka yule mtoto aseme hapa nimezaliwa, lakini wazazi mwingine, nikiwemo mimi, kama mtoto ana tabia hiyo, kwenye zizi kuna ng'ombe, kuna mbuzi, kuna kondoo, nitachinja wanyama, nipike ndani, watoto wale mpaka wakinai. Nitawalea namna hiyo, na ndivyo nilivyofanya. Kwa upande wa madini Vijana wangu wa Bukombe hawa walikuwa wanakwenda kuniibia madini kule, wapi Moyowosi sijui Kigosi, Moyowosi walikuwa wanakwenda kuiba. Lakini rasilimali ile, Mungu ameishusha hapa Bukombe iwafae vijana hawa, sasa kuliko wakaibe wakamatwe, wapigwe na askari wa hifadhi, wapelekwe mahakamani, nikasema hapana. Nikamtaka Dkt. Doto Biteko na wenziwe serikalini wakae waangalie jinsi takavyoweza kufanya rasilimali ile iwafae vijana wa Bukombe. Leo wako hapa, wanachimba, wanauza, tumewajengea masoko, maisha yanakwenda vizuri sana. Na huku ndiko kujenga utu wa Mtanzania, ndiko kujenga utu wa vijana wetu ndiko kuwawezesha vijana wetu waendelee na maisha yao, yawe mazuri na utu wao upate heshima ya kutosha. Kazi na utu.